Barabara yetu tangu msimu uliopita, mvua zilivyonyesha zilikuwa nyingi sana. Sasa serikali, walipokuwa wametengeneza kidogo, kwa sababu mvua zilikuwa nyingi, ilikatika mkatikati, kulikuwa na mashimo mengi sana, kulingana na hali ya hewa, mvua zilizopita zilivyokuwa nyingi. Baada ya hapo sasa, serikali wakati wanajipanga kuja kuitengeneza Ba, katika kuongea ongea tukaona ni vizuri sisi wakazi wa kitongoji cha Mrunyinya na baadhi ya watu wanaopita tulikuja kuziba hayo mashimo wakati serikali inajipanga kuja kutengeneza hiyo barabara. Kwa kweli ilikuwa ni mbaya kiasi ambacho tumeona ni vema kutengeneza mapema kabla ya, ya, ya, ya ajali kuwa nyingi. Kuna vijana wetu wamekuwa wakianguka na pikipiki, na ukipita labda hakuna cha kulia wala kushoto wala kupandisha wala kuteremka unakuta kuna sehemu kuna shimo mna banana sehemu moja wote wa pikipiki baiskeli, wenye magari na magari yanotoka kununua huko mzigo, akija yanakwama ya humo mjiani, kwa tukaona ni changamoto, wakati serikali inajipanga ngaro, tuzibe haya mashimo. Kwa kweli hii barabara mimi niko naomba serikali, niko naomba serikali wajaribu wa kuitengeneza kui, kui waifanyie matengenezo, maana hii barabara ni kubwa kwa kweli kwa kwa ajili ya uchumi na wafanyabiashara wa soko soko la Murunyinya kwa ajili ya mazao biashara nyingine nyingine. Hii ni, ni barabara kubwa, ni barabara kubwa hasa ambayo inaingiza kipato kikubwa serikalini. Kwa mi nilikuwa naona serikali wajitahidi sana kuizingatia kui, kui, sana e, kwa serikali wajitahidi, maana na gari zinapokuwa zinatoka maeneo ya Murunyinya kwa ajili ya biashara zimebeba mahindi maharage mazao mbalimbali, kwa hiyo unakuta magari yanakwama barabarani, mara wanaanza kupakwa pakwa mizigo, inakuwa ni changamoto sana. Kiufupi, hii barabara ya kutoka Rusumo kupita Nyakiziba kuelekea Ngara mjini ina changamoto nyingi sana. Kwa mfano, kuna sehemu kama za makona makona, unakuta watu wanatumia nguvu zao binafsi, ambazo kidogo wangetumia hata mashine kurekebisha hii barabara, maake unakuta barabara ina mashimo, ina mawe ambayo kwa nguvu ya kawaida anatumia nguvu nyingi kuitengeneza. Mfano, kuna kuna njia ya kupita kutoka kwenye feri kuja Nyakiziba, ile njia ni mbovu sana, ina mawe mengi sana, yaani unakuta sisi kama bodaboda tunahangaika kupita pale na abiria. Kwa upande wa hii barabara, naona barabara kabisa ina changamoto. Kwa mfano, hata si ambao tunapita, tunaenda shule, tunaweza tukachelewa upande mvua ikiwa imenyesha na pia watu wanaweza wakapata ajali. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya changamoto ambazo tunaziona kupitia hii barabara. Ni kweli barabara ya kutoka Nyamiaga hospitali kwenda Rusumo feri ni mbovu sana, takribani miaka kama minne ile barabara haijatengenezwa, hatujui sababu ni nini, lakini wananchi wamekuwa wakilalamika, sisi wote tumekuwa tukilalamika juu ya ile barabara mwezi mwezi kama wa, wa kwanza hivi niliwahi kukutana na meneja wa Tanirodi mkoa, maana barabara ile iko chini ya Tanirodi. Nimewahi kukutana naye nikamweleza na nikampeleka akaangalia ubovu wa ile barabara, wakawa wame wametuahidi kwamba barabara inaenda kutengenezwa ndani ya mwezi, mwezi wa pili, lakini cha kushangaza mwezi wa pili umeisha na wananchi mpaka sasa hivi wako wanavuna mazao yao, magari yakienda kupakia yanakwama huko, na na hatimaye sasa, wameanza watu wale waliokuwa wanakuja kununua mazao kule, wameanza kukataa kwamba hawawezi kuleta magari yao kwenye, kwenye maeneo yale kwa sababu ya barabara mbovu. Kwa hiyo tunasikitika sana kuona tumeshindwa kupewa huduma na wakati sisi wananchi wa kata ile kwanza, ile barabara haitumiwi na kata ya Murukulazo tu, inatumiwa na wilaya nzima. Watu walikuwa wanapita maeneo yale kwa sababu ya ufupi, ya kurahisisha, lakini sasa hivi na inatulazimu ukitaka kwenda Rusumo kuzunguka kilomita takriban, kutoka pale Murukulazo au kutoka Ngara kwenda mpaka Rusumo ni kilomita 54 Kwenda na kurudi ni kilomita mia na nane. Kwa hiyo unaona ni, ni, ni urefu mkubwa sana. Na wakati ukitoka hapa Ngara mjini kwenda Rusumo ukipitia barabara ile ya Murukulazo una kufika Rusumo unatumia kilomita 27 tu, kwenda na kurudi ni kilomita 54. Sasa inalazimisha watu kwenda kutumia kilomita mia na nane na wanatumia gharama kubwa sana. Juhudi ambazo tumezifanya nini, kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge, tumeshaongea na na wahusika wameshatukubalia, na leo asubuhi nilikuwa naongea na, na maana wananchi wameamua leo waje kujitolea, wameamua washike majembe washike na makoleo kwa ajili ya kujitolea kwenye barabara ile, maana mitaro iliziba na imechimbika sana, gari likienda kule haliwezi kutoka. Kwa hiyo hatua ambazo tumeshazichukua ni kuongea na wahusika wenyewe na wamesha kutukubalia kutuku, na kuna mkandarasi anakuja kutengeneza barabara ile anaitwa Runazi, kampuni ya Runazi. Sasa hivi yuko anatengeneza barabara ya kutoka Nyakahura kuja Murusagamba hadi Rulenge. Kwa oh, hiyo nime tumeahidiwa kwamba wanapomaliza ile barabara wanahamia kwenye barabara yetu hiyo, oh, kwa hiyo si nisijue wataku, lini watakuja, maana wametuahidi kwamba wakimaliza barabara ile. Sasa hatujui barabara ile wataikamilisha lini ili wahamie kwetu. Kwa hiyo oh, tulikuwa tunaomba kwa sababu wananchi wako wanasema wafanye haraka waje watutengenezee barabara ile.